Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika uh, kitabu cha nabii Yona sura ile ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya kumi na sita na sura ile ya pili, aya ya kumi na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ile ya kumi aya ya 25 hadi ya 37. Nitaisoma Injili. Mwana sheria mmoja alisimama akamjaribu Yesu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili ni urithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi, nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu, Mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipitia kando, na mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapitia kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akamkaribia akamfunga jeraha zake akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake akampeleka mpaka nyumba ya wageni akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogalimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe, kati ya hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na neno la Yesu Kristo ambalo anazungumza juu ya Msamaria, anazungumza juu ya mtu alianguka mikononi mwa wanyang'anyi, anazungumza juu ya watumishi wa Mwenyezi Mungu dhidi ya wale wote ambao wanakuwa wameanguka katika dhambi. Tukio lenye likwaje? Mwanasheria anaenda kwa Yesu akitaka kujua ni vitu vya namna gani avifanye ili aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Alijua kwamba kushika tu amri za Mwenyezi Mungu bila kufanya baadhi ya matendo mbalimbali madogo kwa watu itakupelekea kufika mbinguni. Huyu mwanasheria anasimama katika lile kundi la watu ambao muda mwingi anatumia muda wake kujizuia asifanye kitu fulani, ni kushika tu sheria, hafanyi jambo lolote kwa watu. Majirani zake wapo wanaangaika, hana mpango, kwenda kwenye misiba aendi, amezama ndani anafanya maombi, anafanya, amezama ndani ili asiibe, amezama ndani ili asiseme uongo, amezama ndani ili asiue na kwenda katika nyumba za ibada hajishughulishi na jambo lolote katika maisha ya jamii. Yesu anasema hata kama utafanya maombi, usipofanya kitu kingine cha ziada, ufalme wa mbinguni huwezi ukaupata. Anakuja kuzungumza suala zima la mfano wa mtu ambaye alikuwa anatoka Yerusalemu anakwenda Yeriko. Mpendo wa mtazamaji Yerusalemu ni sehemu ya amani ya furaha. Yerusalemu ni katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, ndipo lilipo hekalu. Yerusalemu ndipo walipo makuhani ambao wanapokea sadaka na wanaweza kutoa huduma kwa Mwenyezi Mungu. Yeriko unashuka unapita katika jangwa, ni sehemu ya kupotea, na katika historia ya Yeriko ndiko mahali ambako yule kahaba ambaye wana wa Israeli walipokuwa wanaenda kuipeleleza ule mji waliweza kuishi mle, na ndipo ambapo ule ukuta ulianguka. Jeriko, sehemu ya machafuko. Sasa kuna watu ambao kwa makusudi yake kabisa anatoka sehemu ya amani, sehemu ya furaha, sehemu ya utakatifu, anatoka katika utakatifu Yerusalemu, anajipeleka katika miji ya makahaba, kwa uzembe wake na njia anayopita anapita njia mbaya, ambayo umo majangili waharibifu wapo. Tuna watu kama hawa, na mara nyingi sana watu wanavyopita katika njia huwa wanaenda kijumuiya. Hasa huyu bwana alikuwa peke yake, anajua kabisa kwamba njia ya kwenda Jeriko ni njia mbaya ambayo imejaa kila aina ya wakorofi, majangili, akapita peke yake. Maana yake nini? tunapoenda kutenda dhambi tunaenda peke peke yako ya umeondoka, unapita katika njia mbaya, na unatoka sehemu ya utakatifu, unaenda katika miji ya ukahaba, unaenda katika miji ambayo tayari ngome lizishaanguka, hakuna ulinzi, unaenda peke yako na unaenda mbali. Huyu bwana ndio alikuwa napita huko, kwa sababu sheria ilikuwa nazungumza hivi: unapotoka Yerusalemu kwenda Yeriko, lazima mwende kijumuia, yaani nenda na wenzako Unapotoka Yeriko kwenda Yerusalemu, nenda na wenzao, kumtembea katika kundi, yaani muwe katika maisha ya jumuiya. Kuna watu wanakimbia jumuiya, wanakimbia familia zao, mtu yuko peke yake tu, peke yake, ameacha familia yake, hawasali pamoja na familia. Mtu huyu akaanguka mikononi mwa majangili, wakamnyang'anya kila kitu alichokuwa nacho, kwa sababu ya uzembe wake. Akapita kuhani ambaye alikuwa anaenda kuongoza ibada katika hekalu na hiyo huduma ilikuwa inadumu kwa muda eh. Kila kuhani alikuwa na nafasi mmoja kwa mwaka mara moja, amejitakasa sheria inasema, katika kwenda kuongoza ibada, kuhani haruhusiwi kushika damu au mfu. Akamkuta huyu bwana ameanguka pale. Yesu anasema huyu kuhani alipomwona alipita kando, akaenda zake asije akajitia unajisi. mara nyingi sana ninaenda katika ibada, nimeshavaa vizuri, unamkuta mtu ambaye ni mhitaji, sitoi huduma nisije nikajitia unajisi. Sheria za ibada zimekuwa ni kubwa zaidi kuliko matendo ya huruma. Ni kuhani akapita. Baadaye mhudumu wa huduma za kule hekaluni, Mlawi naye alipoona, alipoona akapita kando, akakimbia kando zake Akaje bwana mmoja ambaye huyu alikuwa ni Msamaria. Usije ukasahau mpendwa mtazamaji kwamba Wasamaria na Wayahudi hawa ni ndugu, baba yao ni mmoja, Yakobo. Waligawanyika tu kwa sababu ya uvamizi. Kwa hiyo Wasamaria wakaonekana kwamba wao ni waasi, hawazishiki sheria, Wayahudi wao ndio wanaoshika sheria zile za Mwenyezi Mungu kupitia ibada za utakaso pale Jerusalemu, wakawatenga ndugu zao Wasamaria. Lakini Msamaria huyo alipoenda pale, kwanza alishuka katika yule punda wake, akamwendea yule ambaye alikuwa ni majeruhi, alikuwa anaonekana kama ni mfu. Akashuka, akamwendea, akamgusa, akafunga jeraha zake za yule mnyama za yule mgonjwa, na baadaye akampakiza, baadaye akampakiza katika punda wake mpaka Yeriko, katika kijiji karibu na Yeriko. Bahati nzuri watu walikuwa wanamjua huyu ambaye alikuwa ni Msamaria, akasema "Ninaomba akae katika nyumba hii ya wageni, gharama zote nitakavyorudi nitazilipa, mumtibu." Na wale watu wakampokea. Leo Yesu anauliza, kati ya hawa watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake? Anasema huyu mwanasheria hakutaka hata kuweza kumtaja Msamaria, akasema ni yule aliye, ni huyu aliyemwonea huruma. Una huruma za namna gani katika watu wanaokutana nao kila siku, ofisini kwako, katika biashara zako? Je, wewe ni kuhani? Wewe ni mlawi ambaye unasali sana, lakini huna huruma kwa watu? Au ni msamaria mwema? Mungu akubariki, akutie nguvu katika kuweza kuwaonea huruma watu wanaokuja katika maisha yako na wanaoanguka mbele zako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina.